Mtazamaji wa Katavi Media usiache kutufuatilia chaneli hii na pia usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. <muchas> Aliyekutangulia alitengeneza njia katika eneo lile, wakazi waliliimba jina lake sio kwa mapambio tu, bali hata wakati wa kuhabudu. Mara ghafla wakazi wa eneo lile waliyita maki na kubeza ujio wako. Sijui tatizo ni jinsia, ila kwa sasa wanaenjoy mema ya utawala wako. Umekuwa na uzao wao kwa muda sasa, na katika uongozi wako chombo hakijawahi kwenda mlama katu. Habilia wako wanajivunia uodali wako, malakaza umewavusha ng'ambo licha ya bahali kujawa na tsunami. jina lako linatajwa sana ng'ambo, na wanavyopenda sifa. Sasa wameandika jina lako kwa maandishi meupe kwenye kuta nyeusi, na hii ni kuwafanya wanaopita mbali waweze kulisoma vyema jina lako kiarigeni. Chombo kama kingeachwa bila nahodha, eneo lile linahitaji sana uwepo wako, kiongozi, na ni matumaini yao utawafikisha salama. Miradi umesimamia kidete ikamilike paenga Unaamini, ukicheka na nyani utavuna mabua. Kwenye afya wamelitambua hilo balabala, vivyo hivyo maji nako usiwambie kitu. Usalama wa mali zao na wa wenyewe umeupigia mwingi. Kwenye elimu ndo kabisa wakupe maua wa yako. Tukiongelea kwenye umeme <clears throat> watizame wananchi wako Mnamo mwaka 2021 ayati John Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya tano alimteua mwanamama huyu Mwanamvua Hoza Mlindoko kutoka kuwa mkuu wa wilaya ya Uvinza iliyopo mkoani Kigoma mpaka kuwa mkuu wa mkoa wa Katavi. Wakati huo alipopishana na Juma Zuberi Homela aliyedumu mkoani Katavi kwa muda mfupi tu. hata bado alipoingia Rais Samia Suluhu Hassan madarakani, aliendelea kumwamini mwanamama huyu, kwani licha ya kuhamishwa kwa, kwa baadhi ya wakuu wa mikoa kutoka eneo moja na kwenda lingine, mwanamama huyu mwana mp... aliendelea kusalia mkoani Katavi na kuwa miongoni mwa wakuu wa mikoa wachache waliodumu katika mkoa mmoja kwa muda mrefu. Mwanakatavi, uongozi huu ni jambo la kujivunia, kwani ni mengi sana aliyokwisha yafanya katika mkoa huu wanakatavie. <laughs> Hakika mwanamvua hoza mlindoko ni mwarobaini kwa maendeleo ya mkoa wenu. ni kusii. Asante wewe, mtazamaji wa Katavi Media, usiache kutufuatilia chaneli hii, na pia usisahau kusubscribe, kushea, kulike na kukomenti. Asante.